Alileta vitendea kazi vyake vyote, akaja kazini, lakini amekaa eneo la kazi zaidi ya miezi kumi na mbili bila kazi. Ameweka mitambo kama egesho tu la kutu la kutusafisha macho, lakini kazi hafanyi. Viongozi wenu wamekuwa, wawakilishi wenu wamekuwa wakituvuta sana kwa muda mrefu kwa nini huyu mtu afanye kazi yake? Kwa nini kazi hiyo haifanyiki? si kwamba si wasikivu, tulifata hayo na tukafata hatibu zote za kuhakikisha kwa kuwa posa, tena, hana nia ya kufanya kazi. Kinachofuata si kuendelea kumbembeleza, hatua za kisheria dhidi yake zilichukuliwa na tukavunja mkataba wake. Mnakumbuka Mheshimiwa Rais alipokuja Karatu aitolea fufanuzi huu na akatoa maelekezo ya kwamba utaratibu wa kumpata mwingine ufanyike haraka ili arudi kazini. Ndicho kinachofanyika sasa. Ni uhakikishie tu ujenzi huo utaendelea kama kawaida, na adhima ile ile ya kuzuia mafuriko, lakini adhima ile ile ya kuongeza maji mashambani. Maeneo haya yalikuwa na matatizo makubwa kwa ajili ya mafuriko yanayotoka kanda ya mashariki kule, na yalikuwa yanaleta uharibifu mwingi yanabomoa ya miundombinu yanabomoa ya hata majengo, kwa kweli yanaleta athari, yalikuwa yanaleta athari nyingi sana. Lakini wananchi tumefurahi sana kusikia kwamba serikali wamekuwa na mpango wa kuyazuia eh, ma, eh, kuzuia yale mafuriko. Yatakuwa na faida kubwa kwetu, hasa yatatuongezea maji ambayo, pamoja na upungufu wa maji, yatatusaidia kutuongezea maji ya umwagiliaji kwa njia ya mpango, kwa kuwa maji hayo huwa yanakuja kwa mara moja na hata hayafai kwa matumizi na hata yalikuwa yanang'oa mazao. Kwa hiyo yatakapowekwa katika utaratibu na katika mpango, tutakuwa tunayatumia kwa matumizi sahihi ya kazi ya kilimo. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali yetu na faida kubwa tutakayopata kwanza serikali ishawahi kutuletea miundombinu mifereji, inaendelea kujengwa na, siku endapo ule ujenzi utakamilika wa mradi wa maendeleo wa, wa, wa bwawa, itatuongezea sehemu kubwa ya umwagiliaji ya maji, itakuwa ni furaha kwetu sisi, mi nasema Mang'ola Barazani. Tumshukuru Mungu na tuishukuru serikali hii iliyopo madarakani. Kuna watu wana hali mbaya, sio nyie kwa hapa mlipo kamati iliyoundwa skimu ya ujenzi inapaswa kusimamia na kufuatilia makubaliano tulioingia na mkandarasi hatua ipi nafuata kazi gani sasa hivi nafuata inaweza kuwa mtu wa jangwani anataka maji sasa hivi amfikie kumbe hapa katikati tunasubiri sementi kauke vizuri sementi mtaalamu anasema inachukua siku ishirini na moja sisi tunasema mbona nyumba tunajenga tofali na unapiga plasta na ripu hapo hapo Nyumba imepata ufa uhwa ni yako unaendelea kukarabati. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinahitaji nini, utaratibu, na lazima tujue kwamba kila steji ambayo mkandarasi anaenda nayo kwenye skimu yetu, tuwe wavumilivu.